Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa shirika ya ACES kwa msaada ambayo umetupatia wa sola paneli ambayo hiyo sola itakayotusaidia katika kujisomea kwetu endapo kama umeme kume katika tu, tuna, tu, hii sola itatusaidia sana katika kusoma. Uongozi ni mipango. Mheshimiwa Diana Philemon diwani wa viti maalum wilayani Magu mkoani Mwanza kwa kushirikiana na taasisi ya ACES Tanzania inayojishughulisha na utoaji wa misaada mbalimbali ya kibinadamu katika taasisi za umma pamoja na watu binafsi. Machi 2025 Mheshimiwa Diana Philemon akishirikiana na taasisi ya ACES amewezesha ununuzi wa solar panels katika shule za uh, sekondari mbili shule ya sekondari Ng'haya na shule ya sekondari Kigangama. Aidha, kwa ushirikiano huo Mheshimiwa diwani pia amewezesha kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu kata ya Lubugu iliyoko wilayani Magu mkoani Mwanza kwa kuwezesha ununuzi wa sare pamoja na mahitaji ya shule kama madaftari pamoja na kalamu ili kuweza kuweka watoto wa darasani. Mheshimiwa Diana pia hakuwaacha nyuma watoto wa kike katika shule ya sekondari Ng'haya kuanzia kidato cha nne na cha tano, ambapo aliweza kukabidhi taulo za kike pamoja na sabuni za unga kwa ajili ya kufulia wanafunzi wa kidato cha tano. Nikiripoti kutoka hapa Magu, mimi ni Dominic Kibubeshi wa Tuntume Media. Tunaona tuna madarasa yanapendeza sana hapa mbele yetu, si ndio? Chama cha Mapinduzi kinajitahidi kutekeleza ilani yake kwa kuboresha miundombinu ya elimu Madarasa tunayoyatumia leo, madarasa haya hayakutumiwa na wazazi wetu, wote ni mashahidi, si ndio? Hayakutumiwa na wazee wetu, mababu zetu. Leo sisi tumepata bahati ya kuyatumia, kwa hiyo tunategemea matokeo mazuri kama vile mazingira na madarasa tunayoyatumia, jinsi yalivyo mazuri, si ndio? tunategemea Ng'haya sekondari inaenda kuwa ni shule ya mfano ndani ya halmashauri lakini ndani ya mkoa wetu wa Mwanza na Tanzania. Wala usijisikie kuwa mnyonge kwamba unasoma hapa, jisikie fahari, jisikie kuwa wewe ni mwenye bahati kubwa, tunasikilizana. Kwa hiyo wewe kuwepo hapa ni kwa kusudi kubwa. Kwa hiyo tunatamani watoto wa kike mfanye vizuri, tunatamani watoto wa kiume mfanye vizuri. Watoto wa kiume natamani mtambue nafasi yenu mlionayo katika jamii yetu. Takwimu zinatuonyesha watoto wa kiume, uh, wanaume sasa hivi ni wachache, si ndio? Takwimu sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili inatuambia wanaume ni wachache kuliko wanawake. Sasa mwanaume, natamani na usikie sauti hii na utambue nafasi yako wewe, kupata nafasi ya kuwa hapa shuleni. Kumbuka wewe ni kichwa, kwa hiyo tunawategemea sana, tunategemea mfanye vizuri sana. Na katika matokeo, nikipitia pitia kwenye baadhi ya shule ninaona watoto wa kiume wanafanya vibaya. Kwa hiyo sitamani kulisikia hilo katika shule ya sekondari Ng'haya. Nikisema hivyo simaanishi watoto wa kike mzembe. Ninyi ndio jicho la serikali. Sasa hivi yapo mambo mengi ambayo serikali inawapa upendeleo. Sasa kama serikali imeona mtoto wa kike una thamani kubwa, hebu jisamini wewe mwenyewe kwanza, kabla haujathaminiwa. Hatuhitaji kusikia Mtoto uliyeko hapa umepata mimba ukiwa unaendelea na masomo. Hatutamani wala hatutegemei kusikia mtoto uliyeko hapa unaichezea nafasi yako. Ninatamani kusikia watoto wote mnafanya vizuri, vizuri tena vizuri sana. Elimu sasa hivi ni kipaumbele ni shirika ambalo limekuwa likifanya kazi Tanzania nzima na leo tumepata neema ya kufika hapa kwa sababu ya viongozi wenu wazuri, wapigieni makofi, kuanzia mheshimiwa wetu Rais Mama Samia, tukija mpaka ngazi ya chini kashuka, mpaka mbunge wenu ambaye ni mbunge wa Magu, mheshimiwa Kiswaga, pamoja na mheshimiwa diwani na mheshimiwa diwani wamefanya kazi nzuri ya kutuunganisha ili sisi ACES tufike hapa tuwapigie makofi. Na leo hii hatuna maneno mengi, ameongea vizuri sana mheshimiwa diwani Diana kuhusu elimu. Mimi nimesoma na nimekuwa nikisoma mambo mbalimbali katika hii dunia na nimezunguka sehemu mbalimbali za dunia, lakini kwa sababu ya elimu imenisaidia kwenda nilipokuwa naenda hapa na utapata kazi nzuri nchi yoyote duniani kote. Basi leo tuna jambo dogo tu ambalo tumelileta kwa ajili ya kuwatia moyo katika masomo yenu. Baada ya kushirikishwa na mheshimiwa diwani kwamba kuna uhitaji huu, tumeona ni jambo jema tuwaletee solar panel ambazo zitafungwa kwenye madarasa mawili na zitakuwa zinawaka masaa 24 lakini sasa, msiziwashe tu wakati wa mchana <laughs> mchana kuna jua, si ndio? zitakuwa zinatumika mbadala umeme ukikatika unatumika, au wakati mwingine kupunguza matumizi. Nazitumia kwao kwa moyo wa upendo, tunawapenda sana. Tumewaletea zawadi hiyo ndogo, na tunaamini tutakuja tena na tena na tena. Asanteni sana na Mungu awabariki kwa kipekee sana. Tunashukuru shirika la ACES Tanzania kwa msaada huu wa paneli za sola waliotupatia tunaahidi kuutunza na kuulinda kwa nguvu zetu zote. Lakini sambamba na hilo pia, hii itakuwa chachu kwa vijana wetu kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha tano kuutumia kwa kujisomea katika mida ambayo sasa umeme utakuwa umekatika. Lakini pia itatusaidia kupunguza gharama za umeme ambapo shule imekuwa ikipata gharama kubwa kulipia bili za umeme. Tunasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana, karibuni. Kwa hiyo sababu ya kusema kuwa sikuweza kusema kusoma hakuna umeme inaisha, na pia tutapunguza gharama za umeme. Tuko pamoja. Kwa hiyo hata mafundi wanaendelea kule, vifaa wameleta leo leo, unawaka. Tuko pamoja.